Acha pande hii kuna viti tunaweza kaingia pande hii. And all the time. Thank you so much eh, sasa kuchukua wakati huu, ningependa tuombe tukaribishe our Reverend atatupatia maneno

Na Bwana tunajiweka mikononi mwako. Tunapoanza safari hii ya kwenda kulaza au kulala, Bwana tunaomba neema na nguvu zako na kibali chako kiwe juu ya maisha yetu. Barikiwe baada ya yote utakayofanya siku ya leo, tubarikia tena safari. Mtumishi wako anaposimama kutuletea neno, ukambariki unapotubariki. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Kabisa mtumishi wa Mungu, barikiwe. Sante sana MC. Uh, habari zenyu nyinyi nyote, praise our living God. Mungu awabariki sana, sitamuweka sita sana, ni dakika mbili tatu sababu mnakumbuka tuko na ibada pande ile. Neno tu mmoja naweza sema haleluya, neno tu mmoja naweza sema, nikimtazama hivi nikiangalia, pande wa jamii, nikiangalia majenzi wale walikuwa wanafanya kazi mabamba wale wale wakanyanga katika hiyo industry, nyinyi nyote mko na huzuni haleluya, mko na huzuni, huzuni ambayo hawezi eleweka, hakuna mtu anaweza kuwafariji isipokuwa ni Mungu. Katika Psalms at verse 18 Biblia inasema, naye Mungu ako karibu sana na wale wamefujika moyo zao ama roho zao, sema amen. Kwa hiyo tunajua jamii wamefujika roho, nyinyi mmefujika roho, mimi kijana nilimjua akiwa 7 good years, wamepelekana na shoshu mimi ndiye nimemlea kwa kanisa, hata wakati alikuwa huko ile tulikuwa tunazungumza na yeye. Kwa hivyo hata mimi nahuzunika, na kwa hivyo tuachilie mambo yote Mungu wetu sawa sawa. Uniruhusu niombe, hakuna haja ya kukaa hapa, tutaongea mengi kule. Na Mungu awabariki kwa wale wameshikilia huyu kijana, kina Mike Rua na hiyo timu yenyewe, Mungu awabariki. Nimekuwa na Mike Rua na niliona vile hata wewe umehuzunika. Mungu awabariki awatendee mazuri Helu, tukaweza kuomba na Mungu atatubariki. Baba wetu wa mbinguni, katika jina Yesu Kristo tuja mbele zako, caka Mungu wa Israeli, ni yasa sababu ya siku ya leo umetupatia Jehova tukuje mahali hapa tuitinesi tukitoa mwili wa ukijana wetu tukimwelekeza pale matangiki moja kwa Mungu wa Israeli. Baba onekana onekana, na kama vile Biblia imesema Psalm 34:18 ya kwamba wewe uko karibu sana na wale wamefujika roho. Mtazama hii jamii, tazama hata hawa majenzi na wale wote ma artist walikuwa wanafanya kazi na wao, ninajua ule umoja wanakuwaga na wao, najua wamefujika na wao chini sana, lakini Baba nataka ugaze kutuma ma malaika wa kutufariji katika jina Yesu Kristo. Tukianza sa hii safari mpaka kule kibo matangi, tunataka siku ya leo tukabidi mbele ya mikono mwako takatifu na ile maroho inatuataka watu siku kama ya leo tunaikemea katika jina Yesu Kristo. We praise and honor your name for it in Jesus name we pray and believe. Hizo zote tuseme amen. Mungu awabariki. Tuone kadi kule. Thank you. Master. Tupigie Yesu makofi mazuri. Tukusalimie tulikuwa na our transport manager sijui hako hapa, angetuelekeza hako ndiyo atupatie maelekeo mahali tutakuwa na na meeting point. Sijui kama ako ele, kama hayuko tutajua vile like, tuta tutaongoza Musa wakati tukeekee kabisa. Uh, hawa bwana sijui uh, tukitoka hapa tukienda moja kwa moja mpaka madali lakini niomba kama uko na gari na jitu inaweza beba wabili watatu unaweza kutusaidia. So hatuna mahali tutasimama mpaka tufike mahali. Asante. Asante. So ceremony itakuwa tutafikapo matangi ni kimbo pande ile nyingine e, niomba, tunataka kuona mwili wa Shalkido kwa mara ya mwisho tena, na this is the last time, na niko haya tujipatie nguvu. Bwana sesa, jipatie nguvu na ukiona mtu analia, wacha alie, kwa sababu hiyo kitu iko ndani yake. Si sawasawa, si unataka nipatiane hii nafasi. Kama uko na nguvu, hata kama una nguvu, tukuje tuone ya brada mara ya mwisho, tumwambie bai, itakuwa ni vizuri. Ukiona mtu analia, ukiona mtu mw... anaamua, usiogope. Ya, ya, usiogope, sawa na my brother ananiambia tutaanza na marafiki, yeah, tutaanza na marafiki alafu tutamalizia na familia. Na nimeombwa kwa kwai kwa sana, please, najua kuna nani, kuna tiktokers, kuna watu wa picha nini. Tusi, tusikubali kuchukua mwili wa Shalkido wakiwa wa wa mea, tafadhali, kwa heshima ya familia. Sasa nawaomba tu tafadhali, tafadhali kwa heshima

Kaenda jua kama kimo na oh, tutapitia pande hii. Asante, tusaidie our brother ya, tutapitia hapa, tuanze na marafiki. My friends, tuanze tu na utukubali tu. No, hivyo tumeomba kama familia tukubali kuchukua mwili, tuchukue tu hivyo, kama tunaenda, tunaimba hii wimbo, inasema Bwana ni sehemu yangu, rafiki yangu, hiyo tunaondoka na itakuwa ni vizuri Bwana, Bwana u sehemu yangu, Rafiki yangu pene katika safari yangu twatembea na bere pamoja moja

tunatuma malaika wako mbele yako, je kwa Mungu wa Israeli, akaweze kutuongoza tukifika pale pale, si kwa nafsi zako. In Jesus name we pray, amen. Thank you. Sasa tunashukuru sana eh, fraternity yote ya Kenya, tufanye kwa kazi nzuri. Mungu awabariki sana. Hatuje hii gari, tuje gari, tuko hapa wale tutasaidiana gari, tuko hapa, tutasaidiana hapa, tunaelekea pamoja kwa blessings

ezina hiyo imekuwa ni bodi vini ya Shalkido na sasa moja kwa moja tutaelekea mpaka kwa home kimbo matangi, na ili tuweze kumtumzisha patane hapo. Stay tuned, kama uja subscribe hapa kwa Chuma Moto TV, kumbuka kusubscribe. Ndio, nikuwe na ku update everything that's going on patane pale kimbo matangi, tuendele na mazishi ya Shalkido.